likuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alipokuwa anawahutubia wafuasi wake katika mji wa Narok. Gachagua akidai kulikuwa na maelekezo ya wazi yaliyokuwa yametolewa kumzuia kuingia katika mji wa Narok ili kumfanyia kampeni mgombea wa chama cha DCP wa wadi ya Narok mjini, Douglas Masikonde. Kando na hayo Gachagua amemtaka naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Fahima Araphat kujiondoa ofisini kwa madai ya kupokea hongo ili kubadilisha mwelekeo wa uchaguzi mdogo wa Magharini. Vurugu zimetanda katika mji wa Narok wakati ambao aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alipokuwa anampigia kampeni mwaniaji wa wadi ya Narok mjini Douglas Masikonde <manyaji> Sijafika. Nimefika, sijafika. Ni sija. Na kutokana na vurugu hizi, Gachagua amelazimika kufanya kampeni zile akiwa amevalia kofia ya kumkinga akisisitiza kulikuwa na maelekezo ya wazi yaliyokuwa yametolewa ili kumzuia kuingia katika mji wa Narok ili kumfanyia kampeni mgombea wa chama cha DCP wa wadi ya Narok mjini, Douglas Masikonde. Ni serikali ya Kasongo inaogopa mimi. Rigiji inaniogopa zaidi, hata polisi zaidi ya elfu moja hata wanizuie kufika Narok. Ndio niongea na watu ya Narok, hata mkitupa mawe. Kura ya watu ya Narok mutafanyia nini? Si kura muko naye, si mutapigia Masikonde? Bona wewe aolentudu na Kasongo, munataka kulazimisha watu ya Narok. Hapo awali Gachagua alikuwa ameandikia barua Tume ya IEBC akimsuta naibu mwenyekiti wa IEBC Fahima Araphat kwa madai ya kujihusisha na uchaguzi mdogo wa Magharini. Gachagua sasa amemtaka Fahima Araphat kujiuzulu kutokana na madai ya ufisadi. so, you,

for you to have to gain the confidence of the people of Kenya. Wakenya waamini ya kwamba mnaweza aminiwa kusimamia uchaguzi mkuu wa 2027 ambao utakuwa ni uchaguzi mkali wa kufukuza rais ambaye hapo kwa kiti. It will be a very hot election and it will be very emotive. And Kenyans will be tense. There will be a lot of tension. And the only way to deal with the outcome of that election is if Kenyans are persuaded Uchaguzi mdogo huu na ambao umeibua joto jingi nchini unatarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi.